Anaandika askofu wa kanisa la Kiinjili na la Kiluteri Tanzania, e, dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, Dr. Benson Kalika wa Kalinda, kwenye mkutano kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Facebook na nukuu, alichokiandika: siku moja akaja mke wa mjaluo mmoja aliyekuwa waziri kaniomba nimwombee mewe ambaye ni waziri na ni mjaluo. Baada ya sala, akaleta la pili, akasema watoto wao wanapata shida kumwona baba yao anatukanwa mbele ya televisheni. Imefika mahali wanaogopa kuifungua kwa kuhofia watakuta baba yao anatukanwa na bosi wake. Nikamjibu, bosi wa omeo ndiye bosi wa taifa, japo sisi huwa ni mabosi wake wakati wa uchaguzi. Nikamwahidi kuwa siku nikikutana naye nitamwambia yafuatayo. La kwanza, bosi ana uhuru wa kuteua na kutengua, asitokee anayehoji mpaka tubadili mkataba. Jambo la pili, sababu za kuteua na kutengua zingebaki siri ya mteuaji. Kumsifia mtu wakati anateuliwa alafu akabwatukiwa wakati anatenguliwa inaumiza wengi, wakiwemo watoto michepuko mpaka wapishi wa nyumbani. Jambo la tatu, sifa kemkeme wakati wa uteuzi zikifuatwa na kimya wakati wa kutenguliwa nako ni shida, bora kote kuwe kimya. Jambo la nne, watanzania hatuna dogo, akisema tunazua, asiposema tunabuni, lakini bora kimya, na kiwe kimya kweli kweli, hata kwa washauri na machawa. tukumbuke kuna watu wanalizwa pochi zao ili wateuliwe, hakuna risiti. Msinifuate kama shabibi. Tano, kuna aliyeanzisha utamaduni tamaduni wa kusema kwa nini natamani uwachwe. Sema tu dira yetu inadai mabadiliko itatosha, na kubaki ukichokonoa sababu, kuna watu watanyimwa unyumba, walidhaniwa wa maana, kumbe waovyo tu. Kambarage alikuwa aongei siku ya kuapisha watu alipolazimika, aliongea siku anateua. Jambo la sita, unajua bana, uhusiano wa mteuaji na mteuliwa au mtenguliwa umejengwa katika usiri mkubwa sana, sawa na ule wa wanandoa. Mkiachana uweze kusema alikuwa ananuka kikwapa. Jambo la saba: Kazi ya serikali si ya mtu mmoja, kwa hiyo kutueleza kazi ya mmoja hakutupatii picha ya kutosha. Wapo wanaokwamishwa na wasiowajua, ziko wizara zinaingiliana. Watoto wa shule wakicheza mpira, wasipocheza vizuri atatumbuliwa nani? Jambo la nane, hili ni gumu. Wazembe na wasiotosha wabadilishwe tu, lakini tujue mabadiliko yakiwa ni mengi ya mara kwa mara, wazushi watasema tatizo ni la mteuaji. Watabwata hakuna, hatoshi, ashindwe na kadhalika. Hakuna chuo cha waziri. Semina elekezi moja haitoshi. Mkataba wetu ni mbovu, eti shariti awe mbunge. Kweli mna mnachelewesha mkataba mpya, mnasababisha bosi ajiadhibu. Jambo la tisa: niliota siku moja naenda kutekeleza ahadi niliyompa mke wa waziri Mjaruo, nikaota nikijibiwa na bosi kubwa, nenda kawaambie, sihitaji kura zao ili niwe bosi wao. Sikumuita mke wa Mjaruo kumpa jibu, baada ya kukumbuka kuwa ni ndoto tu, nilisahau hata mlango ulioniingiza ofisi ya bosi nikaingia washroom akabaki ananicheka nami nikajifanya nilikuwa na haja wakati nimekosea njia. La kumi, nina mpango wa kustaafu kuwatania Wajaruo. Kuna mtu mzito amenionya nikaonyeka. Nahitaji maoni yako ili nifanye maamuzi, amemalizia Askofu Benson Kalikawe awe E, mkuu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheri e, Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera.